Kwa majina anaitwa Riziki Ramadhani Mlawa, ni mfanyakazi mfanyabiashara wa, wa, mfanya wa mazao ya samaki hapa Mwaloni Nyamisati. Uh, miaka saba nyuma mwaro huu ulisimama, changamoto ya kwa changamoto wa kuharibika kwa mashine ambayo ni mashine ya kuzalisha barafu na, na cold room ambayo ya kuhifadhia samaki, lakini pia kwa juhudi za mama mwaka 2024 na ishirini na mwalo huu uliendelea kufanya kazi. Kuna manufaa ambayo tunayapata kupitia mwalo huu ni kama kuongezeka kwa watu wa uhifadhiji samaki na kupelekea wageni mbalimbali kuja kununua samaki hapa Nyamisati. Kwa hiyo manufaa makubwa tunapata kwa ongezeko la watu na kupelekea biashara kuendelea. Namshukuru na, na shukuru kwa juhudi za mama kwa, kwa kuweza kutuwezeshea kama mtambo wetu huu na baadhi ya vifaa ambayo tuliletewa. Kwa hiyo namshukuru mama, na tunaomba atuweze kutusimamia zaidi ya hapa tulipofikia. Mama yuko kazini.